Habari na karibu mtazamaji wa tugenda TV. Heri ya mwaka mpya wa ishirini ishirini na sita naamini umeuona salama. Jambo la heri kwako. Kwa wale wagonjwa Mungu awasimamie mrudi kwenye afya njema, na kwa wale waliopoteza wapendwa wao poleni sana na Mungu awatie nguvu katika kipindi hichi kigumu. Na stori yetu ya kwanza inayotufungulia mwaka ni chama cha wananchi CUF, e, kimetoa tamko rasmi la kisiasa kuhusu hitaji la taifa kuingia katika mchakato wa serikali ya mpito ya kitaifa kutokana na mkwamo wa kikatiba kisiasa na kidemokrasia. CUF imesema kuwa inatambua kuwa katiba ya sasa ya Tanzania haina e, utaratibu wa kuundwa kwa serikali ya mpito, hivyo marekebisho ya katiba ni muhimu ili kutoa uhalali wa kisheria. Marekebisho ya katiba yanapaswa kuweka e, bayana msingi wa kikatiba, e, muda wa kuwepo, mamlaka na mipaka ya serikali ya mpito na mahusiano yake na mihimili mingine ya dola. CUF inasisitiza kuwa Tanzania inahitaji suluhisho la kitaifa, si la kichama, na serikali ya mpito inapendekezwa kama daraja la maridhiano ya haki na mageuzi ya kweli. Majukumu ya serikali ya mpito ni pamoja na kusimamia marekebisho ya katiba na kisheria, kuhakikisha demokrasia, haki za binadamu na utawala wa sheria, na kurekebisha sheria za uchaguzi na vyama vya siasa. Serikali ya mpito lazima iwe na muda maalum, ijumuishwe vyama vyote vya siasa na makundi ya kijamii na viongozi wake wasitumie nafasi hizo kugombea madaraka baada ya mpito. CUF inaamini Tanzania imefika mahali pa kuchagua kati ya kuendeleza mkwamo wa kisiasa au kufungua ukurasa mpya wa maridhiano na haki, na inapendekeza kuanzishwa kwa serikali ya mpito ya kitaifa yenye muda maalum. Hiyo ndio taarifa ya CUF ya kufungulia mwaka ishirini ishirini na sita ambapo wao e, wanahitaji serikali ya mpito ili kuweza kuiponya e, taifa letu, na kushauri tu usisahau kusubscribe, kushare na kulike 2Gendah TV kwa habari na matukio mbali